Katika kijiji kidogo cha Lwando kulikuwa na shamba dogo lililojaa sauti za wanyama: mbuzi waliolilia majani, kuku waliopiga kelele za asubuhi, na ng'ombe waliolia kwa sauti ya upole wakiwa zizini. Miongoni mwao alikuwepo Ghalfa, ng'ombe mzee mwenye macho ya huruma na roho ya upendo. Kwa miaka mingi Ghalfa alikuwa kama baba kwa wanyama wengine, aliwasaidia ndama wadogo kujifunza kutembea, aliwatuliza kuku waliogopa radi, na kila alipomoo alileta hali ya amani kama nyimbo ya usiku. Lakini siku moja hali ilibadilika. Kulisikika gumzo la watu wa kijiji na harufu ya maandalizi ya sherehe kubwa. Milango ya zizi ilifunguliwa na macho ya Ghalfa yalikutana na sura ya bwana wake, bwana Juma, akiwa na panga kubwa la kuchinja. Wanyama wote walihisi. Kuku walikaa kimya, mbuzi wakatulia kana kwamba walikuwa wanaombea miujiza. Ndege waliokuwa wakipita angani walishuka chini kama kushuhudia tukio lisiloepukika. Ndama mmoja mdogo Kando, ehe ambaye Ghalfa alimlea kama mwanawe, alilia kwa sauti, baba Ghalfa, tafadhali usiende bado, ninahitaji unifundishe jinsi ya kupambana na maisha. Ghalfa alimwangalia kwa macho yaliyojaa maji, akasema kwa sauti ya upole, Kando, kila maisha huisha, lakini si kila moyo hulisahau. Mtu huishi kwa yale aliyowatendea wengine. Wanyama wote walizunguka Ghalfa, waliweka vichwa vyao kifuani mwake, wakilia kimya kimya. Kulikuwa na hali ya huzuni nzito, kana kwamba ardhi yenyewe ilikuwa inalia. Lakini wakati ghalfa alipochukuliwa, jambo la ajabu lilitokea. Bwana Juma alisimama akaitazama jamii ya wanyama waliokuwa wamelia hadi macho kuwa mekundu, na akaketi chini, aliweka panga chini. sijawahi kuona wanyama wakilia hivi kwa ng'ombe, alisema kwa sauti ya mshangao. Labda huyu sio wa kuchinjwa, labda amekuwa zaidi ya mnyama, amekuwa rafiki, mwalimu, mlinzi. Ghalfa alirudishwa zizini na kijiji kizima kilifuta sherehe ile.